Audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Faslun yukrahu litifatu biwajihihi illa lihajatin. Shekhe, Mwenyezi Mungu amrehemu. Allah atupe manfaa kwa elimu yake. Anatusomesha mambo ambayo ni makruhu katika swala. Ukiswali kuna vitu vinaharibu swala kuna vitu haiharibiki swala, lakini haitakiwi kufanya. Dhahiri kubatilika swala, yapo mambo yanabatilisha swala. Kuna mambo ukiyafanya mtu anajua kwamba wewe hufanyi vizuri. Sawa, yukrahu litifatu biwajhihi, inakatazwa ni makuruhu ugeuza uso wake ila lihajatin, isipokuwa kwa shida maalumu. Ukiswali uwe attention, uwe makini, uangalie pale sehemu unayosujudi. Mtu akikuona anajua kwamba huyu anaswali. Sio unaswali, unaangalia feni linavyozunguka, unatazama taa, akili yote imekutoka. Jicho una... lina nafasi ya kuharibu swala na akili ina nafasi ya kuharibu swala. Shetani hupita katika sehemu hizo mbili sawa, anakuja unajikuta una unaangalia pahala hivi, halafu unatulizana, kumbe ukiangalia pale, na akili nayo inazingatia kile unachokiangalia. Kwa hiyo kugeuza geuza, mara y kuangalia dirishani, mara y kuangalia huku, ndo maana tukasema jamani, hey, haya madirisha yetu vizuri, tuweke mapazia Haya mapazia yanatuzuia kuangalia nje. Akipita mtoto akifanya hivi, tayari wako kwenye swala, jicho limemwangalia yeye. Lakini ukiweka pazia hapo, walillahilhamdu, jambo ambalo kiasi fulani ni la kushukuru. Baki ingekuwa kama ni, ni, ni hatufahamiani wengine wangesema tutafungua pazia basi liondowe sio hivi. Lakini alhamdulillah ni kwamba mapazia yetu kidogo yameleta faida au yanazidi kuleta faida. Mungu atusaidie. Lakini pia Haya mapazia ikiwa yatakuwa wazi, hizi sehemu za zulia hizi zinazopigwa na mwangaza wa jua na wakati mwingine marasharasha ya mvua yanaharibika mwanzo kama utapeleleza misikiti mingi. Kwa hiyo hivi vitu tunavyofanya ni vizuri eh? Yukrahu litifatu giwaji biwajihi, inakatazwa kugeuza uso wake ila lihaja, isipokuwa kwa shida maalum eh? Warafa albasari ila samai na kunyanyua macho kuangalia juu, nayo pia inakatazwa. Wakafu shaarihi au thaubihi, na kufunga nywele zake au nguo zake, nguo yake kuifunga fundo au nywele kuzifunga fundo. Sasa utajiuliza nywele itazifungaje fundo? Si hizo za kwako za kwangu mimi, naye hazifungiki. Wale manywele yao marefu wale, utawakuta watu wengine Waarabu au Wahindi huzifunga kama wanawake bila. Sasa ile inakatazwa kufunga, wanaume wasifunge. Sawa. wa wadhu yadihi ala famihi, na kuweka mkono wake kwenye kinywa chake bila hajatin, pasi kuwa na haja maalumu. Ukenda myayu, ni vizuri, inatakiwa uweke mkono kwenye mdomo wasingie wadudu, lakini huendi myayu, unafungua domo tu au unajifanyisha tu, hii inakuwa haitakiwi adi yadihi kuweka mkono wake ala famihi kwenye mdomo wake, eh? bila haja tpasiwa na haja wa masu ghubari jabhatihi, na kufuta vumbi la usoni kwake kwenye uso wake anaswali. Hii misikiti yetu, walillahi alhamdu, kwa sasa hivi asilimia kubwa sana asilimia thamanini misikiti iko vizuri, hamna mavumbi. Lakini zamani unaswali kwenye mikeka lakini kwenye michanga wenzetu mpaka leo, kuna sehemu wanaswali kwenye michanga, hawana mazulia hawana, hawajatia hata saruji. Sasa kiswali akenda chini, vumbi, vichangarawe na vitu vingine. Sasa ile kurudi ukafuta haitakiwi, ni makuruhu. Uko pamoja? wa masuhu lkubari jabhatihi, na kufuta vumbi kwenye uso wake, eh, wa taswiatu lhaswa fi makani sujudihi na kuweka sawa vile vikokoto katika sehemu ambayo anaswali anasujudia. Ikiwa nasujudi sehemu haiko vizuri hivi mazulia au ina vikokoto ina vijiwe vijiwe, kuweka weka sawa hii, haitakiwi nayo ni makuruhu. Wengine wanasema wale mashia wanasujudia, wana kitu wanaweka. Sasa ikawa kila akita akila kusujudi anatengeneza, tengeneza pia wanazungumza hivyo, haitakiwi eh? Wat, wataswiatu alhaswa, na kuweka sawa kokoto au kijiwe fi makani sujudihi, sehemu ambayo anasujudia eh. Walqiyami ala rijlin, na kusimamia mguu mmoja sawa, akasimamia mguu mmoja, sijui niuliza ana mmoja sasa, atafanya vipi huyu, anaambiwa mwenye miwili eh. Kusoma ni, ni akili sasa, na mguu mmoja Napo tunagia sisimami mguu mmoja aa. huyu alokuwa na miguu miwili asimame miguu mm. miwili, kasimama mwenyewe, kasimama anafanya mazoezi kabisa aa. Sawa mm. Watakadimuha na kuutanguliza mguu mmoja mbele mmoja nyuma, sawa mm. wala sukuha bil bilukhra, na kuambatanisha kuugusanisha mguu na mguu mwingine unaswali ukaambatisha hivyo miguu, nayo pia haitakiwi. Wasalatu hakinan, na swala hali ya kuwa na mingurumo ya tumbo, au hakiban, au kuwa na haja kubwa, au hazikan, au na haja ndogo, in wasi al waktu, ikiwa wakati uko uswali, ikawa alikuwa tayari tumbo linamsokota kutaka kutoa upepo akaona ngoja mm, ni swali kabisa hivyo hivyo. Sasa ikawa ana swali huku anashughulikia kujibana bana, ni makuruhu. Lakini pia akaona, ah, nikajisaidia au ni swali, nikimaliza kuswali nitakwenda kujisaidia tena, ikawa ina msokota tumefahamiana eh? Sio ile hali ya kwamba naweza, naweza kuswali mpaka nikamaliza, ile hali ya kwamba mtu mwingine wakati mwingine anaweza kuona tabu kwenda kutia uvu malize kuswali hivyo hivyo. Sasa anaswali, anajibana au tumbo limemshika, limemzidi hata kwenda kufanya haja kubwa, vizuri kwanza endezake chooni, hata ukikosa jamaa ya kwanza, sijui, ukikosa rakaa ya kwanza, ukikosa takbiri ya kwanza, we vizuri wende. Lakini hiyo ni nini? Makruhu. ikija ikimtoka, itakuwa ni haramu. Tumefahamiana? Wasolatu hakina na swala hali ya kuwa na miungurumo ya tumbo, yani miungurumo ya tumbo kwa ajili ya kutaka kutoa upepo eh? mm -hmm. au hakiban au sokoto na haja ndogo au hazikan au haja kubwa, in wasi al waktu, ikiwa wakati utakuwa bado upo. mm -hmm. sawa mm -hmm. wama taukani taami, na kuwa na hamu ya chakula yani kuwa chakula na hitaji kula, njaa imembana, au watu wanakula kwa pamoja lakini yeye akajitia udarueshi wa kuswali, wenzake huko wanakula kwenye makambi ma, tuko pamoja. Usije ukasema ah, mimi naenda kuswali, maanake swala ndio ibada, sijui nini. Ni kweli swala ni ibada, hatukatai lakini, na huku kambi kila mtu apeleke msitini yake. Ukichelewa ukirudi sasa eh, ndio maana unasiri <laughs> Mwenyezi Mungu alivyoweka kwamba swala inaanza wakati mpaka wakati imekunjuliwa swala kinyume na wale wanaotahadidi kwamba huna swala tena ah, ah. Sisi hatusemi hivyo. Sisi tutasema kwamba swala mwanzo wa wakati ni, ni bora kwa fadhila. Tumefahamiana. Ikiingia swala basi vizuri ukaswali, utakuwa huna jukumu, umeshamaliza wajibu wako na we utaonesha utiifu. Lakini ikiwa uta, uta, utachelewa kidogo na hasa ukiwa na hivyo vidharura dharura vingine mtu mwingine anaona hiyo si dharura mbele ya kuswali. ah. Uh -uh. Sheria huko chini imekwambia kwamba nenda kwanza kale, halafu njoo sasa kuswali, tumefahamiana? <tipi> <tipi> <tipi> wa ma taukani tuami pamoja na kuhitaji kula in wasa aidha, ikiwa bado wakati upo, wakati una nafasi eh? wa yabsuka fi ghairi almasjidi na kutemamate, tukitoa msikitini aniamini hii upande wake wa kulia au kubalatahu au kubalatahu, au mbele yake, kutema mate msikitini <coughs> kutema mate msikitini ni haramu sawa. <coughs> uteme mbele, uteme nyum, u, kushoto kulia, ni haramu kutema. Ile kutema mate ikiwa mate yamekuzidi wewe mwenyewe uta, uta, uta, uta, uta, uta, utatia mwenyewe kwenye nguo yako, utatia kwenye mfuko wa shati utachukua mkononi mwenyewe, alafu utajiwekea, utapunguza uta... lakini usije ukatema mate kama unaotema mate nje, yaani mate msikitini, ukatema chini hivi sawa, uko pamoja mm -hmm? au ukarusha mbele hii, haitakiwi ni makuruhu sawa, ndani ya <coughs> <coughs> sala na nje ya sala <coughs> eh? wanjame suka na atakapotema mate fi ghairi almasjidi sasa nje ya msikiti kwenye swala kwenye msikiti ni haramu kwa njia yoyote. Tumefahamiana? Hapa tunachosoma ni nje ya msikiti hapo eh? Aniamini hii upande wake wa kulia anatembea akakaa akatema mate upande wa kulia ni makuruhu. Vile uko nyumbani, uko barazani, uko kazini, uko sehemu unatembea, <coughs> unatema mate upande wa kulia, mtu akikuona unatema mate upande wa kulia anakujua kwamba huyo anagosa utaratibu, utaratibu humtaki hivyo. Sawa au kubalatahu au mbele yake ni makruhu eh. Kwa hiyo ateme upande gani? Kushoto. Ikiwa kuna nafasi hakuna hapa na huko kuna ukuta, sijui kuna nini tena, wewe hii uliambiwa katika hali ya kawaida eh? Wa yahrumu fil masjidi, katika msikiti ni haramu kutema mate eh. Wa an yada'a yadahu ala hasiratihi, na kuweka mkono wake juu ya kiuno chake pia nayo ni makruhu eh. sawa waan yahfidha rasahu fi rukuihi na kuachilia kukiinamisha zaidi kichwa chake kwenye rukuu. Kukiinamisha kichwa kwenye rukuu, kurukuu ni kuinama <clears throat> lakini ukiinama ukisha rukuu unyooke usiinamishe kichwa a. Wawili wasimame mmoja anyooke katika rukuu yake, mmoja ainamishe kichwa katika rukuu yake. Wewe unafanyaje kila mtu ndio, utanaisha tu we umefanyaje umenyosha kichwa ni sawa uh hivyo jamani -huh. Yule kule bado hajatimiza. Haya, hebu simiza wewe. Japo hapo si lazima hu, eh, vipi mnasemaje hapo? naye bado. Haya, alikuwa asema tayari. Ehe, wewe usimesema bado. Sasa <laughs> twende, simama wewe tuoneshe hivyo kuinama. <clears throat> Haya nini hapo uh -huh. Unafanyaje? <tipulenta> unainamisha inamisha. Na nanyoosha nyoosha kichwa, vipi? Kuna tofauti hakuna? <tipulenta> wale wengine, maanake unaponyoosha ni kama kwamba ile shingo yako unafanyaje? Ukiinamisha ijikicho ni kukileta jamani, kuinamisha kichwa ni hivi. Sawa? Sio lazima uiname wewe mewewe uinamisha kichwa na kile kichwa kukiachilia kama kilicho, Kilicho akia. tumefahamiana ko eh? sujudi kama na ukikaa hivi basi, macho yatakuja kuangalia hapo uliposimama. Ukikaa hivi, macho yataangalia hapo unaposujudi. Tumefahamiana eh? Ni kuna mapishano kidogo tu, sio sana, yeah. kivyo sawa? Wa yahwadha rasahu fi rukuihi, pia ni makuruhu kuinamisha kichwa chake wakati wa kurukuu au ndani ya rukuu yake. Wa qira'atu surati fi thalitha, na kusoma sura katika rakaa ya tatu. Rakaa ya pili na ya tatu tumeambiwa kwamba hii tusome alhamdu peke yake. Wewe ukanyanyuka ukasoma alhamdu ukasoma na sura nyingine, ile ziada utakayoleta ya sura ile ni makuruhu. Wa rabi'a, na rakaa ya nne, ila liman subika bil ula isipokuwa yule aliyetanguliwa katika rakaa ya mwanzo, yeye kaja kuwakuta watu bwana atahiyatu ya kwanza, tumefahamiana hmm. au wako katika rakaa ya tatu mwishoni, sawa hmm. yuko kwenye rakaa ya ngapi? Ya tatu. Akatanguliwa yeye watu wakawa wamesoma zile sura, yeye huku hakupata kusoma sasa hata au katanguliwa, subika alotanguliwa, imamu kenda kapiga spidi, tumefahamiana tuko pamoja. mm -hmm. Huyu na yeye atafanyaje? Anaweza kusoma, tumefahamiana, maamuma. mm -hmm. Huyu kaja. mm -hmm. Alipokuja watu rakaa ya kwanza wameshamaliza, wamesha na ya pili wameshamaliza, tumefahamiana <coughs> yeye kafanywaje? katanguliwa huku anasoma nini? Alipofika akasoma Suratul Fatiha peke yake, sawa. Na huku akasoma Suratul Fatiha peke yake. Kwa hiyo akimaliza yule imamu yeye anaweza kufanyaje? zile kwa ajili ya zile rakaa zile alizokosa huku <coughs> <coughs> eh, ikiwa moja au mbili umefahamiana? hapo pamekaa sawa, <coughs> au apakaa sawa Ye. Ila liman subika bilula wa thaniya fayakrauha fi lakhirataini, yeye atakuja kuzisoma huku mwisho. Imefahamiana yeye eh? Kaja watu wameshasoma sura zao. Sasa wamebakia zile sura nini, rakaa ya pili ya tatu na ya nne, yeye anaweza akasoma huku, mafuhumu hayo, sawa hmm. wal isnadu ila ma yaskutu bisukutihi na kutegemea kitu ambacho kitaanguka, akianguka yeye sawa. Walisnadu kutegemea, ilama kitu ambacho, yasukutu kitaanguka hicho kitu, bisukutihi akianguka yeye, yani kile kitu yeye mwenyewe anakitegemea <coughs> lakini kitu chenyewe kakishika yeye. Mfano wake, tuko pamoja. Mfano ka, ka, anaswali kategemea bakora yake au rungu lake, le rungu yeye mwenyewe analitegemea, lakini lenyewe nalo linamhitaji huyu anaolitegemea. Tumefahamiana yeah? Kwa hiyo kuswali kama umekamata rungu, umetegemea rungu hivi, itakuwa ni makuruhu. Unaweza ukategemea ukuta, mwenyewe huwezi kusimama sana. Na hii maimamu wetu, tunarudia tena, wawe makini na watu wetu tunaoswali nao watu wetu wengi, afya ni migogoro <coughs> moja. Nyinyi huku mbele hamuoni sisi, tunachelewa tunaona huku, tunaswali mtu unamuona sana kwenda mpaka anadindia ananyanyuka tena, imamu bado anapiga, wanakwenda mpaka anadindia tena, watu wazima wengine <coughs> sawa, bado wewe unakwenda tu unalelema huku, sema unalelema. Wakati mwingine ukiwapiga sura ndefu rudi ukisoma tena, soma sura ndogo kama kawaida tunavyofanya, tumefahamiana. Unaweza kidogo ukamzimua, lakini ujue za we unavyokwenda sana, unaapizwa unalaniwa. Eh ngo pamoja, we unasoma, unazi nini ni una, usome vizuri, vizuri kwa maana, vizuri katika kila hali, vizuri sauti, vizuri makhraja vizuri ahkami, vizuri wepesi, na watu walio sawa. Ile uzuri mpaka liwe zuri, jambo liwe limekamilika uzuri, eh? Ndio linaitwa zuri. Halijakamilika uzuri, haliitwi zuri. Hata likiwa zuri linaonekana limeharibu, kaharibu na uzuri wake. Tunafahamiana. wal istinadu ila ma yaskutu bisukutihi eh? wa ziyadatu fi jalsati listirahati, na kufanya ziada katika kile kitako cha starehe, ala julusi baina sijidataini, kitako ambacho kipo. Wa ziyadatu fi jalsati listiraha, na kuzidisha katika kitako cha istiraha. Kitako cha istiraha ukakizidisha, ala julusi baina sijidataini, kikawa zaidi ya kile kitako cha baina ya sijida mbili. Kitago cha istiraha tunakijua, eh? ni kipi? Kitago cha mwanzo cha mwanzo, wapi? Katika unapotoka kwenye kurukuu, kitago cha mwanzo unapotoka kwenye kurukuu ni sawa si, si sawa si sawa. Kitago cha istiraha ni kipi? ni unatoka kwenye sijida kwenye ile sijida ambayo unanyanyuka. <coughs> Sawa, rakaa ya kwanza, rakaa ya tatu. Umemaliza rakaa ya tatu, unatakiwa ukae kitako cha istiraha. Haya, mmoja akae kitako cha istiraha, mmoja asikae kitako cha istiraha, atuoneshe mfano. Wengine wawili nyie, tunawaambia simameni, vijana simameni. Mnataka wasimame watu wazima vipi? Ndio tunasoma hivyo We kesho ndo shekhe ndo mwalimu ukesho, mm -hmm. Unatoa maelezo, unasema nimekaa kikao cha istiraha, au nataka kukaa kikao cha istiraha, au sikai, utuambie awe, subiri kwanza, kwana ni sawa ulivyofanya. Ehe, wewe ungekaa ingekuwaje? Ungekaa ungefanya vipi? kama ungekaa kile kwenye istiraha ungefanya vipi? Ndio faa kufanya, tumeona hiyo eh? mm -hmm. Ual kunyanyuka moja kwa moja na kunyanyuka ukakaa kitako kile, sawa. Asante. Hivyo ndivyo vitu ambavyo tunasomeshwa hapa eh? Sawa. mm -hmm wa ziada tu fi jalsati istiraha, na kuzidisha katika kile kitako cha istiraha. Ala julusi baina sajdataini ziya juu ya, ya kitako baina eh sijida mbili. Waithalatu tashahudi lula lawali, na kuirefusha atahiyatu ya mwanzo wa duai fihi, na kuomba dua kwenye tahiyatu ya mwanzo. Hutakiwe ifanye refu, wala hutakiwe uombe dua kwenye tahiyatu ya mwanzo. Tuko pamoja watarku duai fi tashahudi lakhir, na kuwacha kuomba dua katika tahiyatu ya mwisho ni makuruhu. Kwa hiyo unapotakiwa ufanyeje? Okay, uombe dua. wamukaranatul imam fi afali salati, na kukutana na imamu katika vitendo vya swala. Vitendo vya swala imamu anarukuu na wewe unarukuu, mnakwenda kwa pamoja, ananyanyuka mnanyanyuka kwa pamoja, ile ni makuruhu katika takbiratul ihrami ikigusa ile tamko lako la Allahu akbar, imamu hajamaliza, wewe yako haifungamani. Amalize Allahu akbar. Kuna watu tena, hiyo mitindo iliingia sana, sasa hivi kidogo imepungua, lakini ile imamu Allahu hajamaliza, watu Allahu akbar, yeye keshafunga zamani. Ukimuuliza kwambia anadiriki takbiri ya imamu. Sio hivyo ulivyofahamu sisi si tumefahamu imamu amalize, allahu akbar, na wewe unatoa takbiri yako haingiliani, ile alifu yako na rehe ya imamu haziingiliani. Tuko pamoja, mm -hmm. wa mukaranatul imami fi afali swalati, na kuungana na imamu katika vitendo vya swala, ikawa mnakwenda sambamba eh? waljaharu fi maudhil israri, na kufanya kudhihirisha sehemu ya kufanya siri, ile swala yetu ile alasiri na adhuhuri hatutaki kudhihirisha ku, au sio? <coughs> Lakini wewe kaja ukapiga uka hapo alasiri, ukaanza alamin alhamdulillahi rabbil alamin, vipi arrah... bwana alasiri. La, alasiri sasa, hizi umefahamiana. <coughs> Inawezekana ikatokea hiyo eh? <coughs> binadamu inaweza ikatokea kwa bahati mbaya. Sasa hiyo haitakiwi, usije ukafanya kwa makusudi eh? sawa waljahru pia ni makuruhu kudhihirisha, lakini ile inakuwa ni makuruhu swala hyaarbik fi maudhii lisrari walisraru, eh? fi maudhii ljahari, na kufanya siri sehemu ya kudhihirisha waljahru, na kudhihirisha eh? khalfa limami, nyuma ya imamu. Wewe unaswali nyuma ya imamu, unasoma mtu anakusikia ile sauti yako ile Hii, hii haitakiwi. Zile pumzi zako za kusoma mtu asizisikie, huyu mwenzako mlokaa hapa. Kama tunavyoswali mashallahu wengi tunaswali kumsikii mtu, lakini wengine ukikaa naye utafikiri umekaa na redio mbovu, unasikia <laughs> inachemka tu. Tuko pamoja. <laughs> Ile haitakiwi eh? Wa yahrumul jaharu, sawa ni haramu kudhihirisha sauti inshawasha ala ghairihi, ikiwa sasa itamletea mshughuli itamshughulisha yule mtu mwingine mm -hmm. wa yukrahu salatu fil mazbala, ina inakatazwa ina, ina, ina kuswali sehemu za majaa jalalani wal majizara na sehemu za kuchinja wanyama, yaani tuko pamoja, mnajenga msikiti kwenye jaa au mnaswali kwenye jaa ikiwa kuna nafasi nyingine, basi mswali pahali ilipokuwa hapana ja. Tuko pamoja. Wa tariki fil bunyan, na kuswali njiani, katikati ya majengo, katikati ya majengo, watu wanapita, mkawa mnaswali, hii inakuwa nayo ni makuruhu. Wa fi batnil wadi, na katika sehemu ya, ya, ya, ya, ya mabonde yanayopita maji yale, maatawakku isaili pamoja na ku amini kwamba mumbu wa maji unaweza ukatokea. Kuna masiku katika masiku mabara huko, unaweza ukakaa, watu wanajua kwamba kwa miezi hii tuliokuwa nayo au kwa siku hizi tulizokuwa nazo, mara unasikia mangurumo huko, unaweza ukakuta mimaji tu yanapita yanatoka milimani. Umefahamiana? Sasa ukihisi kwamba hapa maji yanaweza akatokea, ukiswali pale ni makuruhu, hata kama hayakutokea. Ukaswali sehemu ambayo hakuna wasiwasi Sawa. <coughs> wa fi batni alwadi na katikati ya mabonde matawako ma saili, pamoja na kuamini kwamba inaweza ikatokezea mkondo wa maji eh? Sawa. Wal kanisa, tina kuswali kanisani. Uswali kanisani kanisani, watu vipi? Unataka kuswali ha, hapa utaswali wapi jamani? Ah ha, kanisa lipo pale. Kanisa si nyumba ya ibada, mfereji siumo, vyosi vimo, ukienda ukatia udhu ukaswali uka ikiwa kuna sehemu nyingine hakuna, kwa sababu ile ni makuruhu. Umefahamiana yeah. Unafika mahala unaswali kanisani, tuko pamoja yeah. Hapana, pahala pakwenda kuomba maji, watu wote si Waislamu, makanisa matupu, utaswaliwa utabidi uswali kanisa. Ndio maana ingekuwa makuruhu, hakuambiwa haramu. Yeah. Tuko pamoja. walbayati na sehemu za biashara sokoni, eh? Walmakbara na kuswali kwenye makaburi. Walhamami na kuswali chooni. Wa atani libili na viunga vya wanyama hivyo kamia eh? Wasathihi lkaaba na kuswali kule juu ya lkaaba, juu kabisa kule kwenye paa la lkaaba, sawa. Wa thaubi fihi taswawirun na kuswali na nguo ambayo ina mapicha pia ni makuruhu au shay'un yulhihi, au kitu ambacho kinamchezesha mtu, kinamshughulisha mtu. Sawa, watalasum na kwenda miayu kwenye swala au, akatoa, ukitoa sauti, swala imebatilika. ime Yani, ukitoa sauti herufi, ikitoka ikitoka herufi katika sauti yako ya miayu, la, umekwenda miayu tu bila ya kutoa sauti ni makuruhu. Kwa hiyo myayu izuie, inazuilika eh? watalasumu na kwenda myayu, watanakubu na kubusu au kushumu, waindahalabati naumi, na wakati mtu usingizi umemzonga, ana usingizi chakari sawa, halafu anaona ngoja ni swali hivyo hivyo tu, hii ni makuruhu. Ukiswali usiwe na usingizi. Sio unaswali unasinzia kwenye swala? Wewe unasinzia kwenye swala vipi? How comes? ikiwa ni maradhi ni tatizo tena basi, lakini ikiwa ni swala la kutokea